Moja hapa magari yasikwame, lakini pili, kama nyinyi mmeshindwa nao basi ongea na viongozi wao. Kama mmeshindwa nao ongea na viongozi wao, lakini watoe maelekezo ni vipi watafidia kutoka hizo asilimia nane kwenda arobaini nne watoe maelezo sio ya kubahatisha. kama wana asilimia kumi na tisa a nyi, mnategemea atafanya miujiza gani? Watuambie nyi, mtuambie lini watakuwa wana mitambo inayotakiwa yote kuwepo sasa hivi hapa. Swala lingine, je, wana stafu yao imeenea, wataalamu wanaotakiwa kama kwenye mkataba, kwamba sahizi wawe na stafu hawa wenye kazi hizi na wapo, hilo lifanyike, na kwa sababu hizo, ni taarifa za kuzipata. Ndani ya siku kumi tuwe tumepata hizo taarifa, ndani ya siku kumi tuwe tumepata taarifa. Na kama wanasema kuna mitambo, lini na ni mitambo gani, waseme tu... kuja inakuja, inasema sema iko bandarini, inakuja siu, iko Kenya, inakuja lini, itakuja Mi nimetoka mradi wa hawa nimetoka huo mradi anaofanya Mbea ana asilimia 4.5 the same contractor, mradi wa Mbea ana 4.5% Na wao wakawa wanasema mitambo mingine imekuja huku. Kama mnakumbuka Waziri Mkuu ameeleza sana ya mambo kwamba mkandarasi anaweza kuwa na kazi nyingi yaani unamlipa huku, mradi huu anakwenda kufanyia kazi mradi mwingine. Na ametoa maelezo pia, tuainishe watu ambao wameshalipwa pesa, lakini kazi haijafanyika kulingana na pesa aliyolipwa, na kwa kipindi haijalishi hata kama nini, lakini je, kwa kipindi cha itakiwa iko wapi, kama amelipwa amalize ndani ya wiki mbili, asema jamani mimi nawadai, lakini hawezi kuextend muda mrefu, shughuli haziendi. Halafu sisi tunabaki tunasema tumemwandikia barua, tumemwandikia barua, halafu anatusaidia nini? Kwa mwaka mmoja mtu ana asilimia ana asilimia nane, kama mnajua barabara imefunga. Ii swala la kitaalam tu na la kiustarabu manager, mnajua barabara haipiti. Kwa mfano barabara ya kutoka Ibungu kwenda Kalembo haipiti. Wekeni tangazo hapo, barabara imefunga. Wekeni kule barabara imefunga. Mtu anatoka huko anakwenda anafika si kilomita thalathini barabara imebomoka na hana namna, maanake lazima arudi. Mwambie huku ni, ni swala tu ambalo alihitaji, eh, sijui mtu akuambie nini. Watu tuko kule wamezunguka zaidi ya kilomita thalathini of which kama wangejua pengine wasingepita hii njia, wangepita kule kule. Wewe unajua hapa barabara imefunga. Andika tu kule Isongole eneo fulani barabara haipiti, utakuwa umemsaidia mtu, kama alikuwa na plani kwenda beyond that point, hata panga safari ama tafuta utaratibu mwingine, lakini unamsubiri afike, ah, imefunga